Alafu ataongea profesa Asante, dakika mbili, baba askofu. Ninashukuru, asante. Mimi nawakilisha viongozi wa dini, lakini Watanzania aa, nafikiri tunajifariji kwa kuto kuongea ukweli, na tunasema tusije tukafikia huko Kenya. Pamoja na changamoto zao, sikuona mahali ambapo walei kushambulia viongozi wa dini. Kanisa ndio au viongozi wa dini ndio sauti pekee ya dhamiri katika taifa, ambayo ina maadili na mamlaka ya kuonya na kukemea. Katika kipindi hiki cha mwezi mmoja uliopita, viongozi wa dini, mi niongee kwa upande wa kanisa, maaskofu kwa umoja wao wametoa kauli kukemea haya mnayoyasema, lakini kilichotokea baada ya kanisa kutoa kauli za kukemea na kuonya na kushauri katika mazingira kama haya Padre Kitima ameshambuliwa, watu wanataka kutoa roho pale. Na katika mazingira kama haya anakuja kutokea kiongozi wa, wa, wa polisi anaongea kejeli kwamba alikuwa anakunywa. Hatujakaa sawa sawa, kijana mdude kule amepigwa na nyundo, na yeye hatujui hali yake ikoje. Katika mazingira ya namna hii tunaona wazi kabisa kwamba pale tunaposema kwamba tusije tukafika, tumekwisha kufika hadi sasa. Kuna disappearance ndani ya miaka mwaka mmoja ya watu pamoja na mauaji kumi katika nchi hii sasa. Katika mazingira namna hii, huko tunakokwenda, leo hii nimefungua tu simu kidogo, familia wananitafuta, wanafikiria pengine ni zamu yako na wewe sasa. Tunalazimishwa viongozi wa dini sasa tuanze kulindwa na kutetea na waumini sasa. Kama kiongozi wa dini analindwa na kutetea na waumini, maana yake waumini wanaenda kugawanyika ndani ya hiyo taasisi, kwa sababu miongoni mwao wako ambao watakuwa namlinda huyo na wengine analinda chama chao au taasisi yao. Ninachotaka kusema tumefika mahali ambapo hatuwezi sasa kuongea petipeti peti. Ishu ni vizuri tukaiambia taifa letu, kama viongozi wa dini, tukutane tuongee na rais, atakuwa ananisikiliza tu. Tukutane viongozi wa dini na vyama vya siasa na watu wengine, tujadili hali hii. hatutaenda tena kuzika hawa sasa. Sasa mapadiri walikuwa wanazika waumini waliokuwa wanapigwa na uwao katika uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini sasa hivi inaonekana tutaenda kuzika maaskofu na mashehe katika hali kama hii. Kwa hiyo wito wangu mimi sasa hivi ni kwamba tusijadili tena, nchi iko katika hali mbaya sana, tuite tuongee na anakemea hii hali ya kutisha viongozi wa dini ya kushambulia maaskofu na wachungaji, na ikemea hii hali ikome mara moja. Huo ndio wito wangu, asante Isiaka. Alafu profesa, asante.